ziki wa kizazi kipya David Mwajela maarufu Young D amejitokeza hadharani na kukiri kuacha kutumia dawa za kulevya na kuiomba jamii imsamehe kwa makosa aliyoyafanya. Mwanamichezo wetu Somo Mavura anaye taarifa kamili. David Mwajela maarufu kama Young D amejitokeza mbele ya waandishi wa habari na kukiri kwamba ameacha kutumia dawa za kulevya na sasa ameanza maisha mapya katika jamii. Young D anasema makundi mabaya na ujana ndio yaliyokuwa sababu kubwa kuingia katika matumizi ya dawa za kulevya na kuwaasa vijana kuachana na matumizi ya dawa hizo. Najua ukishakua kwenye giza, huwezi ukafahamu huku kwenye giza mpaka takapo mema ya utakapo utakapokumulikia mwanga, ndio uone kwamba kodi nilikuwa sema mambo ya kupotea. Kwa hiyo kwa muda zaidi ya mwezi sasa, nimekuwa nikiishi na familia ambayo sina access ya ya kuvuta kama alivyosema bro, sio pombe, sio sigara, siyo, siyo madawa ya ya, ya Neniliko, nimiishi, vitu ambavyo vilikuwa karibu sana ya maisha yangu yaliyopita, nilikuwa nimezungukwa na hivyo vitu vyote. Swali la kujiuliza ni je, Young D ikabadilika kwa kiasi gani, na je, haturudia tena kutumia dawa za kulevya? Mkurugenzi wa MB Record Maximilian Rioba ambao ndio anamlea na mwanamuziki huyo kwa sasa anatoa ushuhuda. Naishi naye sasa kwa muda mrefu kidogo. Kwa muda gani? Kama mwezi karibu mwezi mzima sasa, hana access na pombe, hana access na sigara, bangi, madawa, hana access chochote, hana access na ulevi wa aina yoyote ile na tulisema kwamba kama ni upepo utaisha kwenye wiki moja tu. Young D alitamba na nyimbo zake kama tuna peta na dada anaolewa na kujizolea mashabiki lukuki wa muziki wa kizazi kipya, na hapa anaimba kuonesha kwamba amerejea katika hali yake ya kawaida. Poze, kichekozi, mixa, beri, saa, zolo, baby nkupe flower au nini itakufaa ulijo napaga wasijinani amekuzana kweli bila hawa iklabu isingejaa

na hongera sana Young D kwa kuacha matumizi ya dawa za kulevya, na ufanye kazi sasa, urudi kwenye fani yako ya muziki, na wengi wa, wapenzi wako wa muziki tunakuombea ufanye kazi nzuri kama hizo ambazo umefanya, uachane kabisa na dawa za kulevya.